DJ Geric at Geric Media Live, ebana, we mdao na mfuatiliaji wa hiki ambacho tunakifanya as Geric Media Live, lakini pia uh, Tanzania kwa ujumla, si ndiwo? Eh, eh, leo tuko kivingine na tuko tofauti kidogo. Bila shaka, kama umeipata hii, naamini wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaitumia teknolojia vizuri sana. Kwa maana hiyo, utaungana na mimi kwamba teknolojia imekuwa na inazidi kukua kwa kasi sana hasa nchini Tanzania hiyo sio kesi. Kesi ni kwamba ukuaji wa teknolojia hii umekuja na vitu vingi sana ambavyo eh, sometimes tukaona kama ni faida, kwa sababu kuna kurahisisha sana kazi eh, kuna kupata vitu ambavyo pengine ungevipata kwa nguvu au kwa kutumia muda mwingi sana, lakini sasa unaweza kuvipata kwa urahisi sana au kupata mawazo ambayo unge watafuta watu kibao sana ili kuweza kupata muunganiko wa kitu kimoja na kufanya jambo, lakini sasa hivi uwepo wa AI unaweza ukabonyeza tu ukaipa maelekezo na ukapata kile kitu ambacho unakitaka, pengine kwa mwanga tu kidogo wa kuanzia, alafu kajazilizia kama binadamu. Sasa hiyo ni upande wa faida na vitu vingine, lakini hasara yake ni kwamba, uh, tunakoelekea na kama tutaendelea kuitumia au watu wataendelea kuitumia kwa matumizi ambayo ni hatarishi, matumizi ambayo sio ya faida, hasara zitakuwa ni nyingi sana, kwa sababu kuaminiana kutapungua, lakini pia kutakuwepo kuamini vitu ambavyo sio kweli, na watu wengine aweza wakaviamini, kwa sababu watu wengi ambao wanatumia teknolojia ni wale ambao mostly wako mjini au wako vijijini, lakini wana kipato fulani cha kuweza kumiliki vifaa ambavyo vinawasaidia wao kuinteract au kuungana pamoja na teknolojia. Sasa matumizi mabaya ni kama ambavyo tunaona sasa hivi, kuna video nyingi sana ambavyo zinatengenezwa na zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zikiwa na maudhui mbalimbali ambayo yanawagusa watu na wakati mwingine mtu anaweza akaamini kitu ambacho sio cha kweli kwa sababu ameona kwenye video na video zina uhalisia wa watu ambao wanafahamu. Eh, kumekuwepo na picha nyingi ambazo sasa hivi zinasambaa zikimhusisha kiongozi wetu namba moja Rais Mama Samia Suluhu. Hilo ni swala ambalo pengine wewe, nini maoni yako ambao unayo kuhusiana na ujio au ukuaji wa teknolojia hii hususan uh, AI au tunasema artificial intelligence na matumizi yake na namna ambavyo unaona kwamba let's say ni miaka mitano mitatu inayokuja mbele itakuwa imefika wapi, na unafikiri watu wanaweza kawa na mitazamo gani, wameamini nini, wameacha kuamini nini? Eh, katika uhalisia wa kawaida lakini. Aa, pia tunaelekea kwenye masuala ya uchaguzi hapo, eh, Oktoba, lakini pia umeweza kuona namna ambavyo sasa siasa ya bongo imekuwa kama haijatulia. Uh, kuna mambo mengi sana yanaendelea, eh, eh sio chama tawala, sio vyama vingine ambavyo haviko kwenye madaraka lakini Mfukuto ni kubwa sana eh, na namna pia viongozi wetu ambavyo wanajaribu kutumia majukwaa mbalimbali eh, kuyazungumza baadhi ya mambo. Siku zote tumekuwa na kuhamasishwa kwamba siku za uchaguzi tujiandikishe, tuhudhurie kwenye sehemu za kuchagua. Lakini kwa sasa, jinsi ambavyo unatazama wewe mwenendo wa siasa ya Tanzania, do you think kwenye uchaguzi unaofata kiwango au idadi ya watu ambao watahudhuria kwenye uchaguzi watakuwa ni wengi kuliko miaka iliyopita au watakuwa ni wachache kuliko miaka iliyopita? Nini mtazamo wako? Mimi na wewe inawezekana hatuna majibu, lakini kupitia mtazamo wako na mwenzako kupitia comment section hapa tukaelewa kwamba watu wanawaza nini, wanatamani nini, kwa sababu ya yale ambayo tunayaona na bado hatujafikia kabisa hata kipindi cha kampeni, lakini kuna namna fulani zokaona kabisa eh, uchaguzi kampeni za uchaguzi ni kama zimeshaanza, lakini pia hilo ukichanganya na ukuaji wa teknolojia kwa maana ya AI, video za uongo nyingi zinaendelea kusambaa ambazo zinahusisha picha na mwonekano wa watu halisi ambao tunawafahamu ambao ni viongozi, lakini maudhui yale sio wao waliowasema au wao, kinachoonekana kinafanyika kwenye video sio kwamba wamefanya. Imani ya Watanzania ambao watakuja kushiriki kwenye uchaguzi eh, Oktoba na mwendelezo wa hizi video ambazo zinaenda kusambaa itakuwaje? Madhara yatakuwaje kwenye uchaguzi? Nini mtazamo wako? Comment section ya hapo ishi na mimi DJ Geric, Geric Media Live. See you at the top. Bye, bye. Aha.